Yes. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, tumsifu Kristo Yesu mwana wa Mungu. Haleluya! Sana, ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ninayo amani kubwa kukukaribisha kuweza kupata maarifa zaidi tena ambayo Mungu ameachilia kwa kipindi hiki, ikiwa leo ni siku yetu ya kwanza ya maombi yetu ambayo yanasomo linalosema ukombozi wa nafsi. Ukumbushe mtu wa Mungu kusubscribe chaneli yetu, lakini kuweza kushare linki ya maarifa ambayo Mungu atayaachilia kwenye magrupu mbalimbali, kule ambapo ni sahii kwako kuweza kushare. Siache kushare linki mtu wa Mungu. Na hivyo mtu wa Mungu, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hatua kubwa ambayo Mungu ametupa somo la wakati ambalo ni somo la ukombozi wa nafsi. Ninaamini kuwa mtu wa Mungu, kuna hatua kubwa sana ambayo utaweza kupiga endapo utaweza kujifunza haya maarifa na utaweza kuyafanyia kazi. Kuna hatua kubwa ambayo utaiona kwenye maisha yako, nawe utaweza kumshuhudia Mungu kwa namna ajabu sana. Tunapozungumzia habari ya nafsi Nafsi ni kitu gani? Nafsi, mtu wa Mungu, ni mtu wa ndani yako, ni mtu anayeishi ndani ya mwili wako. Huyu nafsi ndiye ambaye ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo, mlango le wa kwanza mstari wa ishirini na sita unaosema, Mungu akasema, natumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo sura ambayo Mungu ameiweka ndani yako iko ndani ya mtu wa ndani yako, wao sura ya Mungu au mfano wa Mungu uko ndani yako. Manake, kuna huyu ambaye anaitwa nafsi, ndiye ambaye amefanana na Mungu. Huyo nafsi ndiye ametokana na sura ya Mungu. Nafsi huyo ndiye ambaye amebeba kipawa cha mtu wa nje, amebeba kalama ya mtu wa nje. Huyo huyo ndiye anayefikiri, ndiye anayewaza, ndiye anayeamua mambo, huyo mtu wa ndani huyo huyo ndiye ambaye anahisia, bado ana mitazamo na misimamo. Huyo huyo nafsi ndiye ambaye ananyota, ana mvuto wa kibali, ni nafsi. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukishughulika na huyu mtu wa nje. Ukimsoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa saba neno linasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia kwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maana yake huu mwili umetokana na mavumbi ya ardhi. Huu mwili ndiye mtu wa nje ambaye wengi huwa tunamtazama, kwa sababu huyu wa nje ndiye aliyebeba matokeo na sio chanzo cha tatizo. Manake huyu wa nje ndiye anayeshirika na kupokea matokeo ambayo yanasababishwa na mtu wa ndani. Mara nyingi Mungu hamwangalii mtu wa nje. Mungu anayemwangalia ni mtu wa ndani. Kwa nini? Kwa sababu wa ndani ana thamani kuliko huyu wa mwilini. Mfano mzuri. Kahaba kama kahaba mara nyingi tunamtazama kwa sura ya nje. Ila tujui ndani yake kuna nini. Lakini Mungu kwa sababu anamthamini mtu wa ndani. Maanake sisi wanadamu tutaishia kumwangalia mtu wa nje na kumhukumu kwa sababu ni kahaba, ila Mungu yeye anachoangalia, anaangalia mtu wa ndani ambaye yuko ndani ya huyo kahaba. Na sio kwamba Mungu anahukumu mwili, bali Mungu anachohukumu ni nafsi. Kwa nini? Kwa sababu imetokana na sura yake, ipo kwa mfano wake. Na shetani anafanya vita na mtu wa ndani. Shetani vita yake iko kwa mtu wa ndani. Utasema kwamba anasema kitu gani? Kwamba mtu wa Mungu, wakati upo mbali na mazingira ya nyumbani ulipozaliwa, mfano upo Dar es Salaam Alafu nyumbani ulipozaliwa ni Shinyanga, ukawa unaota ndoto upo nafanya shughuli za Shinyanga, unashughulika na shughuli za Shinyanga. Maana yake kimwili upo Dar es Salaam, lakini hiroho mtu ambaye yupo ndani, mtu wa rohoni yupo Shinyanga, ameshikiliwa, anafanyishwa kazi, bado anatumikishwa kazi Shinyanga kwa hiyo ndio kitu ambacho tunachokizungumzia mahali hapa, kusema mtu wa ndani ana thamani kuliko mtu wa nje. Kwa hiyo vita ya shetani ipo kwa mtu wa ndani ambaye ni nafsi. Huyo nafsi ndiye ambaye anayefanya mambo yote, ndiye anayefanya mageuzi na mapinduzi ya maisha ya mtu, kwa sababu ana ufahali ndani yake. Huyo huyo mtu ndiye ambaye ana karama Kwayo, kwa hiyo kumbuka kwamba mtu wa Mungu, vita inapoinuka kimwili mwanaake, ni matokeo tu ya vita, ila chanzo chake kimeanza kwa mtu anayeichwa nafsi. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo mwenye sura ya Mungu ni nafsi, mtu wa nje alifata baada ya nafsi kufanyika kwa sura ya Mungu. Ndio maana tunaona Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kwa hiyo ndio mwili, mtu wa Mungu. Na mtu aliyebebeshwa baraka hizo ni mtu wa ndani. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari ule wa ishirini na saba anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba kwa mfano ndo huyo mtu wa ndani ndiyo watu ambao walifanyika kwa sura ya Mungu, na maana walifanyika katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Mungu huwezi ukampata katika ulimwengu wa mwili huu, ila Mungu anapatikana kwenye ulimwengu wa roho, kusema kwamba mtu wa ndani yeye yupo kiroho tofauti na mtu wa mwilini. Wa mwilini yeye ipo kimwili, na watu wengi tumekuwa tukiishi maisha ya mwilini, atujui thamani ya mtu ambaye yuko rohoni, yaani mtu wa ndani. Kwa nini shetani yeye hashughuliki na mwili wako, ila shetani anachoshughulika nacho ni mtu wa ndani? Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu wa ndani ndiye sababu ya wewe mtu wa mwilini. Kwa hiyo huyu mtu wa mwilini yeye anasubiri matokeo tu, wala juu kinachompata huko mtu wa ndani, ila huyu mtu wa ndani ndiye anayeamua maisha ya mtu wa mwilini. Huyu mtu wa ndani ndiye anayemwamua mwili kusema kwamba nataka iwe hivi, muona mtu wa Mungu. Kwa hiyo ukikaa vizuri na mtu wa ndani, ni rahisi wewe wa mwilini kupokea matokeo ya kila ambacho unatamani au unataka ndo maana kuna mtu wa mwilini alafu kuna mtu wa rohoni na kuna mtu wa kiroho. Kwa hiyo kati ya watu watatu, mtu ambaye ana advantage kubwa katika ulimwengu huu ni mtu wa rohoni, mbali na mtu wa kiroho, kwa sababu mtu wa kiroho ni mtu ambaye anamjua Yesu lakini hamwamini, ila kuna mtu ambaye ni wa rohoni, ndiye anayepata taarifa zote za msingi ambazo zinahusiana na nafsi yake. Akiota ndoto anaifuatilia inahusu nini, akiona maono anayafuatilia kwa nini? Kwa sababu yeye anakuwa bebezi na mtu wa rohoni ambaye ni mtu wa ndani tofauti na mtu wa kiroho umaona, mtu wa Mungu. Aya, kuna mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini, yeye hatambui chochote kinachohusiana na mtu wa ndani. Kwa hiyo vita ndio ipo hapo. Shetani amewafanya watu wawe wa mwilini, kwa sababu ndani yao kuna mtu huyu wa ndani kwenye maamuzi, ambaye anamwamua mtu wa nje. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukisoma kitabu kile cha Maombolezo mlango wa tatu mstari ule wa sita utaweza kuona huyu mtu wa ndani, kazi ambayo huwa anaifanya. Nikusomee anasemaje, kwamba amenikalisha penye giza kama watu waliokufa zamani. Huyu ni mtu wa ndani ambaye anazungumza kwamba shetani amembeba lakini amempeleka makaburini, amemkalisha kwenye watu waliokufa. Maanake uko gizani, yuko kuzimu. Ndio ule mfano niliotolea kusema upo Dar es Salaam, lakini unaota ndoto upo Shinyanga. Maana yake yule mtu ambaye yupo shinyanga ni mtu wa ndani, ndiye anayetumikishwa kule, mtu wa Mungu, ila wewe unaenena kimwili tu, ndio maana inakuwa ni ngumu kuweza kupata matokeo ya kile unachokitaka. Lakini ukisema kwamba basi utembee rohoni, umdadisi vizuri huyu mtu wa ndani, kila tatizo linalokupata mwilini unaanzia rohoni, maana unaanza na mtu wa ndani, itakuwa ni rahisi mtu wa Mungu kupokea matokeo ya kile unachokitaka mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa ndani unavyojiona mwilini unavyoviona mwili wako, na mtu wa ndani yuko vile. Maana yake ana macho, ana masikio, ana miguu, ana tumbo na kila kitu, mtu wa ndani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, shetani kesi yake ipo kwa mtu ambaye ni wa ndani, anaitwa nafsi. Shetani ana shida na mwili wako, ndio maana nafsi akiondoka kwenye mwili, shetani anakubambikizia mapepo, ndio yanakuwa mbadala wa nafsi. Kwa hiyo yale mapepo ndio yanaokamata mwili, yanakuwa yanauongoza. Hayo hayo mapepo ndio yanayoleta mapando ya magonjwa, yanaleta mapando ambayo ni ya kushindwa Kwanini? Kwa nini? kwa sababu nafsi hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kwa hiyo cha msingi zingatia kabisa kusema kwamba mtu wa Mungu, kuna mtu wa ndani ambaye uko mwishi wewe. usiishi kimwili. huyu wa mwilini hana matokeo kama wa ndani Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo vita utaweza kuishinda kama ukiweza kudadisi vizuri mtu wa ndani na kama utaweza kutembea na kujua thamani ya mtu wa ndani ambaye yuko ndani yako. Wengi vita vinatushinda kwa sababu tunavipeleka kimwili, na sio kwamba vita tunapigana kwa kusema kwamba mtu wa ndani ndo anatakiwa ashughulike ashul, hapana ukisoma kitabu kile cha Waefeso mlango wa sita msali ule wa kumi na moja a kumi na mbili amesema kwamba, amesema kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme mamlaka wa kuwa giza na pepo wa chafu. Kwa nini alisema vita vyetu sio vya mwilini, sio vya maana kutazama kwa macho ya damu na nyama ila ni vya rohoni. Maanake vita yako wewe, mtu wa Mungu, anayetakiwa pambane ni mtu huyo ambaye iko ndani na wewe. Mtu wa Mungu hujajua thamani ya huyo mtu wa ndani, ndio maana vita yako wewe unaipeleka kimwili. Ukiumwa magonjwa, unajua kwamba presha inasumbua, sukari inasumbua, unashughulika na sukari na, na, na presha kwa sababu iko mwilini Kumbe mtu wa Mungu wewe unatakiwa ushughulike na mtu wa ndani, ndio yeye ambaye ni matokeo, amesababisha matokeo ya presha mwilini. Na ukienda kwa mtu wa ndani, sio presha tena wala sio sukari tena <laughs> tutaweza kuelewana mtu wa Mungu kwa kipindi kijacho ambacho Mungu anatupa nafasi tena. Niombe mtu wa Mungu uendelee kufatilia masomo Nilikuwa naweka msingi wa somo letu ukombozi wa nafsi. Kwa hiyo jitahidi kufuatilia vipindi na usubscribe chaneli yetu, ili uwe mtu wa kwanza kupokea maarifa. Kwa hiyo yapo maombi ambayo yanaendelea kila siku saa tisa ni ya ukombozi wa nafsi, lakini ni maombi ambayo tunatumia linki. Kwa hiyo unaweza ukashiriki hayo maombi saa tisa kupitia ukurasa wa namba ambayo unaiona hapo kibaoni. Hiyo ndiyo namba ya huduma, na wewe kama ukihitaji huduma utaweza kupokea huduma kupitia hiyo namba, na maombi utaweza kushiriki maombi ambayo yanaendelea saa tisa siku ya manane, saa tisa kamili. Kupitia hiyo namba utapata mwongozo mzuri. Nikuombe mtu wa Mungu, usisahau kusubskribu hiyo chaneli ya Lango Foundation TV, lakini usisahau kushea sehemu mbalimbali haya maarifa, na wengine waweze kuyapokea. Karibu sana kwa kipindi kijacho, na Mungu akubariki sana, kazi yako ibariki. Shalom, shalom.